Ndoa za 4G ni za kuunga bando, zinaenda na bando la kuunga. Kwa hiyo uimara wa hiyo ndoa na uzuri wa hiyo ndoa unategemea bando alilojiunga, kapewa nini. Na ndio maana wanaume wa sasa hivi, ili awe na furaha, ili akupende, lazima umpe hela. Yani mwanamke ndio umpe mwanaume ndio, ili akupende You buy the love. You buy your love. Kwa hiyo ukilipa hela ukamnunulia na nguo, ukamnunulia na suti na smart, nani, simu smartphone, ukamwekea na vocha na bando kubwa la mwezi, ndio unamwona ana smile, my dear anakukumbatia mwaa, mpaka busu unalinunua. Wanaume wengi hata nguo za ndani wanazovaa wananunuliwa Nakwambia kweli, alingua alizovaa sandali kafanya nini? Kanunuliwa, kanunuliwa na mke wake. Yaani mke wake asipochakalika. Sasa hivi -sa mwanaume ili akupende inabidi ujipendekeze sana. <coughs> Nunulia, nunulia, vivi vitu vitu, kikitoka kisimsimu, mbadilishie, mpe cha kisasa, sijui nini nini, mwingine mpaka anadai mpaka gari Niulie na gari ndo nakupenda. Hizo ndoa za bando hizo, mpaka ujiunge; siku bando hamna no love, siku bando lipo, inategemeana hiyo bando lojiunga. Kwa hiyo sisi tunao uwezo wa kutengeneza next generation. Aitengenezi kesho, inatengenezwa leo. Mimi napowalea watoto wangu siwalei tu kwa maana kwamba nawalea moja. Nikupe kanuni ya malezi ya wa watoto, ziko tatu. Unapomlea mtoto kwanza, kanuni ya kwanza unamlea mtoto mwenyewe kama jukumu lako, kwamba lazima ale, lazima aende shule, lazima afanye nini. Hiyo ndio watu wengi wanafanya hiyo, lakini ya pili na ya tatu hawajui. Kwa hiyo jukumu la kwanza ndio hilo. Jukumu la pili, unapomlea mtoto unamlea mume. Kama ni mvulana, unalea mume wa mtu, unaandaa mume wa mtu. Kama ni msichana unaandaa mke wa mtu leo hii. Kwa hiyo mimi mtoto wangu wa kwanza anaitwa Precious. Kwa hiyo napomlea Precious, kwanza namlea kwa sababu inabidi nimpeleke shule nimlipie ada nilichakula hiyo ni ndio pati ya kwanza. Sehemu ya pili iko kwenye akili yangu kwamba hapa ninaandaa mume wa mtu. Kwa hiyo chochote nachokifanya, nakifanya kwa mkakati kwamba kuna kuna mdada namwandalia mume wake kuna mdada somewhere namtengenezea mume hapa, mume ambaye atakuwa responsible, mume ambaye siku tukimuozesha ataenda kutunza huyo binti wa watu, atatunza watoto, atatunza familia, atatunza mpaka wajukuu. Kwa in my mind, si lei tu naandaa mume wa mtu Amen. binti yangu yule Princess, pamoja kama namlea, anaenda shule lakini, in my mind, naandaa mke wa mtu hapa siku moja, atakuwa sio binti huyu wangu tena, atakuwa ni mama mrs fulani, na akienda kule atapraktisi alichokiona wazazi wake wakikiishi na yeye ndio atakitoa kwa mume wake. Miaka ishirini na tano ijayo, maandalizi yake yanafanyika leo. Kwa unaandaa unalea, lakini unaandaa mume wa mtu, unaandaa mke unaanda wa mtu. Na sehemu ya tatu napomlea yule yule yule kijana siandai tu kwamba nalea e, kijana au nalea mume wa mtu, nalea baba wa watoto, baba wa mtu. Kwa hiyo simwandai tu mume wa mtu, ah, namwandaa baba wa watoto, namwandaa mama wa watoto. How to be a father, how to be a mother haiandaliwi kwenye harusi, inaandaliwa kabla. Inaanza kuandaliwa tokea mtoto akiwa na miaka mitatu mke anaanza kuandaliwa tokea akiwa na miaka mitatu baada ya kuzaliwa. Mume anaanza kuandaliwa tokea akiwa na miaka mitatu baada ya kuzaliwa. Baba wa mtu anaandaliwa tokea akiwa na miaka mitatu baada ya kuzaliwa. Inafanyika sasa for the next 30 years, maandalizi yake yanaanza leo sasa. Leo ukija kumkurupusha mtu atunze familia ambaye miaka 30 iliyopita hajawahi pata hiyo hiyo training, ndio shehe, kugombana tutagombana kila siku, vikao havisaidii. Watu wengi wanaleta kikao, baba mkwe yuko wapi? Njoo hapa, mama mkwe njoo na mjomba wake na shanga, wewe bwana kaa chini hapa, ah, watoto wako sio watoto wako? Eh, watoto wangu. Huyu mkeo au sio mkeo? Eh, mke wangu. Hata mama mtunzi jamani amesema, kwanza leo ameomba msamaha, atamtunza akirudi tu. Wembe ni ule ule, akibadilika ni wiki moja, kwa sababu yale ni maigizo. Maigizo hawafanyagi wa watu siku zote, maigizo yakiisha anarudi kwenye maisha halisi.